Waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa akisha sema tamtaka, basi kitakuwa kufanyika zaidi ya hicho kilichokusudiwa, bila maana tutakuwa mvunja kanuni za utaratibu wa kidemokrasia. Kwa hivyo leo, sisi tunaangua tarehe 20 mwisho wa mabaraza. Lakini shukuru, tunashauriana na mkurugenzi wangu bingwa, vikao vyote vya robo vilivyotakiwa kufanyika ya mwezi wa saba, sisi kama Halmashauri tutafanya vyote na vimekamilika na leo kikao cha mwisho cha kuikuta baraza ambapo tunakwenda kujua na kuondoka almashauri yetu tutaliacha katika status gani? Au kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema. Katika utumishi huu nimekuwa diwani kwa kipindi cha miaka mitano. Kumbukumbu inaonyesha wazi kabisa nilikabidhiwa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Ilani ya uchaguzi imetekelezwa kama ilivyotakiwa kutekelezwa na kama ambavyo umeshuhudia wakati nawasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani, kwa kwa naondoka madarakani nikiwa najivuna kwamba nimeshikia wenzangu tumetekeleza miradi ya ya kutosha kabisa, na na kama diwani kwa tiketi ya chama chama cha Mapinduzi, chama changu nimekitendea haki. Umeyasikia yote, kazi kazi kubwa nimeifanya. Elimu umeona umeona umeona umeona, mashule, miundombinu, afya na kila kitu kinakwenda sawa sawa. Hata ujenzi wa mitoi, kazi ndio imeanza, tunakwenda kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo niseme, ndugu mtangazaji, utekelezaji wa ilani umefanyika vya kutosha. Nimetekeleza ilani ya uchaguzi vizuri ya Chama cha Mapinduzi na ni mke mtivu. Kwa maana hiyo, naishukuru sana kamati kuu ya alimashauri ya taifa iliyorudisha jina langu Jafari Juma Nyaigesha kugombea usaikimia wa manispaa ya Ubungo, ambao kwa ujumla nimetekeleza kazi hizo kwa moyo mkunjufu na kwa uadilifu mkubwa sana. Ni kuvucha ni kwanza kuchimba msingi upya, yeah, na kujenga upya vyoo ambavyo mtoto aliweza kipindi kile, vyoo viliondoka na kuwa vimejengwa vyoo vipya na vya kisasa katika shule ya Ubungo Msewe. Barabara ya sege unaiona, imetandazwa pale, ni katika miaka mitano ambayo imetekeleza nyinyi pamoja na mimi, wote kwa pamoja tumetekeleza yote, umeyaona pale Msewe.